Kulikuwa na lori ambalo lilikuwa lina overtake lori linatoka Mlandizi, na sisi tumetokea Chalinze. Kwa hiyo mbele yetu kulikuwa na basi. Sasa huyu dreva wetu ye aliona kwamba akienda kwa kasi atamgonga yule ambaye amesimama kwa ghafla, ili yule naye asimgonge yule ambaye alikuwa na overtake na Uh, huyu wa mbele aliposimama lile lori lilipita, lili lakini huyu ambaye wakwetu aliyesimama pia na yeye ghafula aliona atagonga lile la mbele, alipata, alipata, kwa hiyo alipata ufahamu kwamba watakufa watu wengi huku kwetu na lile basi la mbele. Kwa hiyo ufahamu wake ulivyomjia ni kwamba, ngoja tu mimi niliangusha, kwa hiyo akaliangusha ali... Yes, uhali gani, popote ambapo unaendelea kutufuatilia kituo chako bora kabisa cha matangazo, ukiwa na mimi Messi Malio, na siku ya leo ninakuangazia kunako maeneo ya Maramba Mawili Makuti, hapa jijini Dar es Salaam. Na leo nimefika uh, kwa Askofu Shega ambaye uh, mke wake anaitwa uh, Aikaeli Shega alipata ajali mbaya mwaka jana na Mungu akamnusuru kwa namna ya ajabu sana na tumefika hapa tunatamani kusikia ushuhuda wa kile ambacho Mungu alikifanya tunapozungumza leo ni mwaka wa 2026 Mungu alimpendelea akamponya pengine tungesikia mambo mengine mabaya lakini Mungu alimponya na ile ajali mbaya na sasa ni mzima naendelea uh, kurecover taratibu bado anaendelea kuuguzwa hapa nyumbani lakini tunamshukuru Mungu hali yake inaendelea vizuri. Tutatamani kusikia kile ambacho Mungu alikifanya kwenye maisha yake, hiyo mwaka jana mwezi wa kumi mpaka leo ni Januari. Mama, shikamoo. Marhaba. Bwana asifiwe sana. Amina Bwana asifiwe sana. pole mama, na tatizo ambalo lilikupata. Asante sana. Namshukuru Mungu. Unaendeleaje sasa? Ninaendelea vizuri, kwa sababu tangia nimepata shida hii tarehe 26 mwezi wa kumi mpaka sasa hivi naona naendelea vizuri Mungu anaendelea kunitia nguvu. Gera sana. Asante. Karibu, sasa utuambie kile ambacho kilitokea. Kwanza kabla sijasema kilichotokea, kwanza nianze kutoa shukrani kwa ajili yenu vijana wangu, Pasco pamoja na wewe dada, Mungu awabariki sana kwa kunitembelea. Mimi naitwa Haikaeli Bartholomeo Shega, ni mama ambaye ninamtumikia Mungu katika eneo la wanandoa na vijana lakini pia nina huduma ambayo unaita uzuri wa mwanamke mm. Niseme tu kifupi kwamba nilikuwa nimeenda mikoani kwa ajili ya idara ya wakinamama, tulienda na uongozi wa kitaifa kwa ajili ya kuwatia moyo wa mama kwa ajili ya kuwahamasisha ilikuwa ni nzuri sana. Wamama walitupokea vizuri, tulitembelea makanisa matano tulimwona Mungu na pia nilipata nafasi ya kufanya maombi katika maeneo mbalimbali. sa siku ni na rudi ambayo ilikuwa ni tarehe ishirini na tano mm, usiku saa nne tulipata ajali ya basi la extra pale hapo Ruvu baada tu ya kupita daraja. Aa, mimi nilikuwa nimelala. Aa, taarifa ambazo nilizipata ni kwamba kulikuwa na lori ambalo lilikuwa lina overtake. Lori linatoka Mlandizi na sisi tumetokea Chalinze. Kwa hiyo mbele yetu kulikuwa na basi. Sasa, huyu driver wetu ye aliona kwamba akienda kwa kasi atamgonga yule ambaye amesimama kwa ghafla ili yule naye asimgongo yule ambaye alikuwa na overtake. Na huyu wa mbele aliposimama, lile lori lilipita lili, lakini huyu ambaye wa kwetu aliyesimama pia naye ghafla aliona atagonga lile la mbele. Kwa hiyo alipata, alipata ufahamu kwamba tutaku, watakufa watu wengi huku kwetu na lile basi la mbele. Kwa hiyo ufahamu wake ulivyomjia ni kwamba ngoja tu mimi niliangusha, kwa hiyo akaliangusha. Alijua kwamba akiliangusha wataumia watu lakini, sio sana kama vile angekwenda moja kwa moja na kuligonga lile basi ambalo lilikuwa mbele yetu ambalo limesimama kwa ghafla. Lakini pia swali lingine ndugu mtangazaji Pasco, ni kwamba nilipata msaada kwa sababu kuna kijana mshirika wetu am alikuja kwenye, alikuja Same, nilikuwa kuna eneo ambalo tunataka kufungua kanisa kule Same. Kwa hiyo ilisema mama ntakufata ili tuangalie kiwanja na nini kwa hiyo wakati tunarudi ndio tulikuwa naye. Mimi niliketi siti namba sita, yeye aliketi nyuma sana namba arobaini na sita. Kwa hiyo yeye ndiye aliyefanyika kuwa msaada pamoja na na kijana mwingine ambaye alikuja kunieleza kwa sababu sikujua nini kilichoendelea umo ndani. Kwa hiyo alikuja kutushuhudia kwamba ndio walionisaidia kunitolea kwenye mlango ambao ni wa ile emergency do. Aliposoma emergency do akavunja ule mlango, ndio wakanisaidia wakanitoa. Lakini nika nikastuka baada ya kuona gari kama imekanyaga break, niliona kama gari inaanguka, lakini ilipoanguka kweli sikusikia kabisa kwamba imeangukaje na nini, ambacho kimetokea. Ah, baada ya muda nikajikuta niko nje, upepo unanipiga, nasikia makelele ya magari, makelele ya watu, nikajiuliza, hapa nje nafanya nini? Kwa neema ya Mungu nilikuwa na kijana ambaye ni mshirika wetu alinifata kule kule Moshi, kule Same. Ah, nikamsikia sauti yake, nikamwita akaja akapiga magoti hapo, nikamwambia kwani tunafanya nini hapa nje? Akaniambia, mama, tumepata ajali. Kaambia, ajali gani? Akaniambia, gari limeanguka. Nikaambia, gari gani? Kaambia, siili hapa. Nikageuza uso wangu nikaangalia, nikaona tu ni matairi. Nikamwambia, kwani tumetoka wapi? Kaniambia, mama, situmetoka Same. Nikaambia, kufanya nini sasa? Hakunijibu. Basi wakati huo, baba naye anapiga simu kwa mme wangu yani Bartholomew Shega, nikaongea naye na baada ya kuongea naye akaniombea. Sasa nikawa hata sielewi nini kinachoendelea. Nilikuwa nasikia maumivu kidogo hapa kwenye kwenye bega, kwenye mbavu na kwenye mfupa huo kidogo tu na kwa nyuma huko, lakini ilibidi tu majeruhi, hata kama hayakuwa makubwa sana, tupeleke hospitali. Kwa neema ya Mungu ikaja gari pale, kijana wangu akaniombea, nilipanda mwenyewe ndani ya gari, nikakimbizwa hospitali ya Mlandizi pale, tukapata huduma za kwanza, lakini ikaonekana natakiwa nipelekwe Tumbi kwa ajili ya x-ray, kwa sababu kwa nje sionekani kama nimeumia, lakini nasikia maumivu. Kapelekwa, nikapelekwa kwenye x-ray, x-ray ikaonekana nimevunjika Mf, mf, mfupa huu wa kwenye bega pamoja na mbavu mbili na mfupa wenyewe umevunjika mara mbili, lakini dokta mimi aliambia nimepata kreki. Kwa hiyo hakuinishtua sana sababu anaposema kwamba umevunjika, ambia hapana ni kreki. Kumbe dak, na, dakta aliamua tu ni kama kunificha ili nisi alisinishtue, na kweli kama angeniambia ningeshtuka Si nikapewa mi, tukanunua mikanda ya kuvaa wa kuvaa pa mkononi na mwingine wa kuvaa una, unashikilia mgongoni huko. Basi nikarudi nyumbani nikapewa dawa za maumivu, basi nikaendelea kugulia pa nyumbani pamoja na maombi. Nikarudi tena baada ya siku chache, wakasema ngoja tuangalie x-ray ya kwanza na x-ray ya pili. Ndio nikaenda kwenye x-ray, kwenye ya pili ikaonekana, kuna muujiza mkubwa ambao Mungu ametenda, kwa sababu ile mifupa, hata ukiangalia kwenye picha utaona mifupa ile ime, imepishana lakini sasa imerudi ime, alafu inakuja inaungana. Kwa hiyo ni muujiza, kwa sababu hujue, hakuna POP ya kwenye mfupa au kwenye mbavu, na hakuna pia dawa Walinipa tu dawa za maumivu, ni kazinywa nipozimaliza, basi sikuendelea tena dawa nyingine. Ah, kwa hiyo namshukuru Mungu. Hali kwa kweli kipindi hicho ilikuwa mbaya, kwa sababu nilikuwa nainuliwa na watu wawili, naketishwa na watu wawili, nikitaka kwenda kuoga uani lazima ninyanyuliwe na watu wawili, hivyo hivyo kulazwa watu wawili. Lakini namshukuru Mungu, baada ya wiki mbili nikaweza sasa ninanyanyuka mwenyewe, na mpaka sasa hivi naendelea kunyanyuka mwenyewe, kwa sababu maumivu ambayo yalikuwa kwenye mbavu huko huko nyuma huko mgongoni yalishaacha kabisa, na mpaka leo sijayasikia. Jambo lingine ambalo napenda kumshukuru Mungu sana ni watu, kuna watu ambao aa, wamepata neema ya kupata hizi taarifa, wamekuwa wakija, wengine wanapiga simu wananiombea sana, kwa hiyo ninaona hatua, ninaona maendeleo. Mm, niseme tu Mungu awabariki, wa mama wa baba. Wamekuja watu wengi sana na wengi pia wamekuwa wakitoa wa misaada yao misaada ya fedha, mm, na vitu mbalimbali. Kwa kweli namshukuru Mungu katika hilo, lakini pia namshukuru Mungu kwa sababu mm, mpaka sasa hivi sisiki maumivu kwenye, kwenye mifupa ila tu mm, mm, ile kuna mvutano fulani, nadhani labda ni uumbaji wa Mungu, lakini <laughs> kuna mvutano ambao kidogo unakuwa kama, kama unanipa una taabu unanipa mateso fulani, lakini mme wangu amekuwa akinitia moyo pamoja na watoto kwamba hapana, mama, usiogope, usi hizo ni, ni, ni, ni, ni mivutano tu ya hizi eh, ya nini mifupa pamoja na hizi wanaita nini masuzi, au inaitwa nini? Nii, misuli. Asante sana misuli. Eh, basi, kwa hiyo naendelea kujipa moyo, kwa hiyo ndio niko hapa, lakini endelea kumwomba Mungu kwa sababu nina miezi miwili na zaidi nalalia mgongo tu. Kwa hiyo mgongo unawaka moto, ukinuka, unasikia uzito, lakini naendelea kumwamini Mungu kwamba iko siku Mungu ataninua mahali hapa, kwa sababu bado bado ninajisikia sijamaliza kazi <laughs> najisikia sijamaliza kazi. Kwa hiyo ninaona pana bado Mungu ananihitaji. Amen. Mkono nao ulipata shida? Maana naona kama uko... Um, mkono huu wenyewe kama wenyewe haukupata shida, isipokuwa sijui kwamba kwa nini unavimba, vidole vinavimba, sijui sijajua sababu ni nini, lakini mahali palipopata shida ni mfupa wa bega hili ulivunjika mara mbili pamoja na mbavu mbili za hapa. Eh, asante. Pengine wakati mwingine uh, unapokuwa umepata hii uh, uh, shida, pengine kuna mtu mwingine anasema labda ameugua kuna nyakati ambazo unakuwa una utulivu na Mungu, labda katika kipindi hiki kuna kitu, kuna kitu gani ambacho pengine Mungu amekusemesha kwenye huduma au pengine vitu vingine tu kwa habari ya kazi ya Mungu? <laughs> Eh, labda niseme, niseme tu kwamba <laughs> <laughs> yani napata vyote viwili yani napata vita lakini pia ninapata meseji kwa Mungu. Kwa mfano kuna somo moja nimelipata Ah, na sio somo tu lakini wakati mwingine Roho Mtakatifu ananipa ananipa mistari, ananipa vifungu, ananiletea. Kwa hiyo najifunza ah, kumbe kuna hiki, oh kumbe kuna hiki. Kwa hiyo ninamsikia ni Mungu akiongea na mimi kwa njia ya neno lake au Roho Mtakatifu anaongea na mimi kwa njia ya neno lake. Lakini pia kuna muda napata mashambulizi, niseme tu kweli. Vita vinakuwa vikali, unaweza ukawa wakati mwingine ananiletea mawazo kunionyesha watu ambao walitoka kwenye huduma wakaparalize, alafu hawakuinuka wakaenda moja kwa waka moja, tunasema wakapasi awei. Sasa <laughs> akiniletea picha ya hao watu wametoka kwenye huduma, nasikia kama hofu hivi, nawe sinaona sinaona, umelala na metoka kwenye huduma, ndo hivo vona utaenda kama wao. Hiyo ikanipa shida kama siku mbili au tatu, lakini siku moja nimekaa hapo nje nikasema, hapana, nikakataa Nikasema mimi sio fulani, mimi sio fulani, mimi sio fulani, mimi ni mimi. Alafu isitoshe mimi nimeinuka. mm. wale walipo paralyze walilala moja kwa moja na ikawa ni moja kwa moja, lakini mimi mbona nimeinuka, ninatembea <laughs> kwa hiyo nikaishinda ile hofu kwa kweli. Kwa hiyo ah, kuna siku nilisema kama kesho ikifika, basi najua mimi ni wakuishi. <laughs> Kwa ile kesho ikapita. Kipindi hicho ulipitia, kwa nini ulisema hivyo? Pengine ulipitia maumivu makali au ni kitu gani? Ya hali ilikuwa ni, ni mbaya. Ule mvutano ule ulikuwa mkali sana, alafu mishipa yote ya mwilini mm, inakwenda mpaka inafika kwenye ubongo, alafu nasikia kama moto unawaka huko kwenye mishipa ya, ya mgongoni na ya na kichwani. Kwa hiyo ikifikia hapo <laughs> ndio nilikuwa nafuta mashambulizi kama hayo asante, um, sana. Ningeni nisikie neno kwa wale ambao wamekuwa wakikuhudumia hapa, kwa kipekee sana Askofu Chega ambaye ni mme wako, lakini pia na wale wa karibu mm. A, kwanza kabisa, kwa kweli namshukuru Mungu kwa ajili ya mme wangu, amekuwa karibu sana na mimi. A, na hii pia ni kama naye mgonjwa <laughs> kwa sababu hajaenda popote kwa muda wa miezi miwili na zaidi. Kwa hiyo namshukuru Mungu sana kwa ajili yake. Amekuwa karibu na mimi sana na akinitia moyo. Nimekuwa nikimwamsha saa tisa, saa kumi, saa kumi na moja maana ndio muda napata mashambulizi. Kwa hiyo labda ameamka kuomba kusoma neno lakini anamkatiza usingizi. Mimi wangu jo niombe, niombe tu. Basi anatoka hapa ananiombea akishaomba kwa kweli ile hali in, inaisha. Lakini pia namshukuru Mungu kwa ajili ya watoto wangu. Nina binti yangu moja anaitwa Flora, huyo naye kwa kweli amekuwa msaada mkubwa, binti yangu kijana wangu anaitwa Enoki. Yaani kabisa watoto wangu wote walikuwa mahali hapa wamenizingira, ilikuwa ni furaha kubwa kwangu. Lakini pia na mama mmoja mshirika, mbali ni mshirika wetu wa muda mrefu tangia tarehe ishirini na sita mpaka leo ogesha, yani huduma zote za huyo mama. Kwa hiyo yani, Mungu ambariki. Eya, ambariki sana. Mungu akubariki mama, na nikutakie wepesi wa kupona kwa haraka katika hizi hatua ambazo zimebaki. Amin, asante sana. Nanyewe Mungu awabariki kwa unitembelea. Amen, asante.